Okay. Ehe, hey. Unasemaje bwana Ghost mle? Niko Kangundo. Mm. Nadhi Kangundo. Yaani mama ashambulia pasta kwa dai alimsimanga. Wajua eh, pasta sasa zina moja kidogo. Wacha kunipoteza na vi, na Kiswahili, Viswahili. Visanga ni, ni, kusimanga. Kumsimanga. Kusimanga ni nini? Ni kama yani ku, kumsimanga, ni kama Gidi sasa hivi nikianza kuzungumza habari zako unaona ni kama nakusengenya wewe. Bwana <laughs> <Yes. laughs> bule, bwana bule, rafiki yako bule. Wachana na hizo Kiswahili. Tumie miswahili ya kawaida bana ndugu yangu bana. Wacha kunikanganya bana. Ati kusimanga, alafu unaendelea, ni kama utaki hata ni, <laughs> ni ni nielewe maana yake. Wajua gidi eh, katika yale mahubiri pale. Eh. -hmm. Pastor huwa anazungumza na pastor wakiwa waki wanahubiri pale mm. huwa wanaguza maisha yetu kwa kweli mm. Sasa inasemekana hapo Jumapili, na ni hapa tu Kangundo, mahali panaitwa Asamuni mm -hmm. Kadhiani, in fact mm alikuwa anasema basi, akaanza kuzungumza akasema, ujamaa mbaito mweaso ujamaa ya so, yani mkoa sawa mm. nini na akaanza kuzungumza dunia vile imepasuka, akasema mm. wanaume wengi sana siku hizo wana mpango ya kando mm. nini, akaendelea akasema, na kina mama pia na wao pia wamezidi, mm. kwa sababu, unajua kulikuwa na ripoti hapo awali eh, ya kusema kwamba wanawake, wanawake kutoka maeneo mm. ya Ukambani wana zaidi ya wanaume watatu hiyo ripoti ulikuwa live akina Kanini, yes. Sasa upasta akaendelea kuhubiri akasema, wanawake kutoka ukambani wana zaidi ya wanaume, wanaume watano watatu watatu, tafiti ulikuwa umefanywa. Sasa upasta juzi akihubiri akaanza kusema bana, akasema ibe tisi yako kamba, yani wanawake huku kambani <laughs> <laughs> inge ikwate ndo asemando yani wako na wazee wa watu He wanne mm, yeah. Mm, ukethe okay, mundu ena aseta ana, yani unapata mwanamke mana, mm, ana wazee wanne mm. nasikia ule mama aliposikia akaendelea, mama alitoka kanisani kule nyuma, mama mmoja eh, mzee mzee tu mkongwe, akaja akaja mbele watu wanashangaa, hmm. Sasa unajua kanisa ikanyamaza, mm, mama unajua wa mama wazee wanaga haya wala wajali hadi, mm, kuja kamzaba kofi pasta paa. Haya, we mbele ya watu eh, wewe neno wako Ati unazungumza habari yangu eh? <laughs> pasaka shtuka bana, watu najua sasa wako kimya, maanake huu ni mzee huu, mama ni wa kuheshimika eh. watu wakamaka uh -huh. nulaukutavyaonanovawakwa kwa kanisani eh. Nani anakwambia ongeze mambo yangu kanisani kanisaniiniori eh? <laughs> Wacha wewe gosi ya, ya kweli bana kadiani kadhiani na mama akatoka, akasema kanisa ene nauma nimetoka hii kanisa. Mama kaenda ya, yani waumi